Moto imeweza kutokea? Moto zimechoma si jirani yangu. Okay, shida yeah. Ilikuwa ni nini mpaka? Shida niliambia hawa asubuhi wawachana mambo ya moto kukuchoma choma, na wakaendelea kuchoma. Kazi ilikuwa inaendelea hapo. Kazi kuendelea, wire ikashikana kashikana, kwa short spark zikaruka kwa nini? Kwa, kwa, kwa, kwa sponge, moto ikaanza. Mimi natumia kitu second wire yenye imefanyiko hapo, ni mbaya sana. Hamtaki kusikia, niko kukatazwa, utaki kusikia. Hii nilisema asubuhi, wachana hiki nail imefanya sasa. Wewe mtoto mdogo na wewe saa hizi, kwenye ukiungua saa hizi mtasikiaje? Na mko hapa nyumawe

Aya, awali ya yote, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika hapa na jamii yote ambao wamefika hapa, mnaona kila mtu amefika hapa kuja kusaidia kuzima moto, na tumewashukuru wakazi wote, kwa sababu sisi tunakaa hapa pamoja na majirani zetu na wapita njia, wote tunawashukuru sana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Umkasa wa moto hatujui ulikuaje, imetokaje mpaka ukazuka moto. Lakini kazi yetu ni sisi kukimbilia kuzima hiyo hatari, kitu ya kwanza na Mungu ametuwezesha tumezima moto huo. <coughs> Na tunashukuru na tunasema tuna, tuna tena asante sana kwa kwa kwa nani, kwa jamii yote ambao walifika hapa wakatusaidia kuzima moto huo, ila chanzo cha moto wake ndo hatujui sisi. Kazi yetu ni kuzima tu, na mimi hapa ni Madi Msharifu ni kiongozi na vile vile pia ni village elder na bado pia ni mzee wa nyumba kumikumi. Kwa hayo tunasema asante. Okay, unasema moto ime, ime, ime... Moto imesababishwa na nini? Hatujajua chanzo chake. Cha tumesikia tu moto, kila mtu amelia moto, na baya zaidi ilikuwako mlango umefungwa na wenyewe walikuwa hawapo. Sirafa tu sisi tukaona moto nawaka, basi tukafika na kuzima, kwa hivyo hatujui chanzo chake. Halo, mimi nimefika nikaona moshi nikaelekeza, nika, nikaanza tu kuzima moto but sijui chanzo kabisa ilikuwa nini, lakini ni, ni kati ya mmoja wa mafundi wenzetu ndo alikuwa anachomeka, nikaona nisaidie, nisaidie kuokoa workshop za yao sasa, lakini siwaelewi kabisa, tujuani sana tunajuana tu na moja moja, lakini niliona ni tu nitwe nguvu yangu tu niwasaidie kuzima, na ni hayo tu. Imeweza kutokea moto zimechoma jirani yangu. Okay, shida ilikuwa ni nini? Shida niliambia hawa asubuhi waachane na mambo ya moto wa kukuchoma choma, na wakaendelea kuchoma na wakachoma kila kitu. Sio kwa bahati mbaya, niliambia kutoka asubuhi waache kuchoma bado anaendelea kuchoma. Kuchoma nini atuelewe? Kuchoma kibanda. Kuchomelea, okay. Yeah. Kuchomelea. Kibanda. Imesababishwa, okay. Yeah. na, na mjama mwingine ati anachoma welding.